Leo kwa namna ya pekee sana, tupokee vifo vya wenzetu kwa imani na kwa ujasiri. Jobu alikuwa na watoto kumi na alikuwa na mali nyingi sana, tumesikia katika somo la kwanza. Mali zake zote zilikwisha na mwisho. Wa watoto wake walikuwa kumi, wa kiume saba, wa kike watatu, walikusanyika na wakawa wanafanya sherehe. Na wale watoto wake walikuwa watoto wazuri, Wacha Mungu na wenye tabia nzuri. Kikaja kimbunga kwenye wa kwepo, nyumba waliokuwepo nyumba ikaanguka na wote wakafa, wote kumi wakafa. Baba yao Job anapoambiwa juu ya vipo vya watoto wake wote kumi wazuri, wenye tabia njema wacha Mungu. Job alipiga magoti na kumwabudu Mungu na kumshukuru Mungu, na kupokea vifo hivyo kwa ujasiri vya watoto wake wote kumi. Ndo anasema hayo maneno, Mwenyezi Mungu umetoa, Mwenyezi Mungu umechukua, jina lako litukuzwe. Anapokea vifo vya watoto wake wote kumi kwa siku moja. Tujaribu kufikiri hiyo Wakati mwingine sisi tunashindwa kupokea tu kifo, labda mtoto wako au mtoto amefariki, tena pengine alikuwa mwizi, tunashindwa kupokea. Sasa huyu watoto wake wote kumi walikuwa na tabia njema, wacha Mungu, wanakufa wote kumi kwa siku moja, na yeye analipokea hilo kwa imani na kwa ujasiri, akimpigia Mungu magoti na kumshukuru. Ndugu zangu wapendwa, tupokee kifo, kiwe chako binafsi, kiwe kifo cha mwingine, ukipokee kwa imani. Tuvipokee vifo kwa imani, tujifunze kutoka kwa Job. Baada ya kufiwa na watoto wake kumi siku moja, anampigia Mungu magoti na kumwabudu na kukiri kwamba hao watoto wote amewapata toka kwa Mungu, na anakiri kwamba hao watoto wote wamechukuliwa tena na Mungu, na anamshukuru Mwenyezi Mungu. Ndugu zangu wapendwa, tupokee vifo vyetu na tupokee vifo vya wenzetu kwa imani na kwa upendo. Jambo la pili ni la shukurani, tunajifunza katika hayo masomo. Tumshukuru Mungu hata tunapokufa, tumshukuru Mungu hata tunapokufa, tumshukuru Mungu hata wanapokufa wenzetu. Tumtolee Mwenyezi Mungu shukurani. Usimnungunikie Mungu au usimlaumu Mungu unapokufa au anapokufa ndugu yako, tumshukuru Mwenyezi Mungu. Yesu anaposema Baba, mikononi mwako unaiweka roho yangu, ni ishara ya kumshukuru Mungu pia licha ya kumuomba ampokee na anaiweka roho yake mikononi mwake, lakini pia ni alama na maneno ya shukurani kwa Mwenyezi Mungu. Yobu anamshukuru Mungu katika nafasi ya vifo vya watoto wake wote kumi. Bwana ulitoa, Bwana umechukua, jina lako litukuzwe wewe, Mwenyezi Mungu. Ni maneno ya shukurani kwa Mungu katika nafasi ya vifo vya watoto wake kumi kwa siku moja. Basi na sisi leo tumshukuru Mungu katika nafasi hii ya kufa kwa mpendwa wetu, mheshimiwa wetu Jenista Mhagama tumshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa nini tumshukuru Mwenyezi Mungu katika nafasi ya kufa kwake? Tumshukuru Mungu kwanza kwa sababu ndiye aliyomuumba mpendo wetu Jenista Mhagama. tumshukuru Mungu, ndio aliyomuumba bila kuumbwa na Mwenyezi Mungu asinge kuwepo duniani kweo. kwa hiyo tumshukuru Mungu katika nafasi hii kwamba alimuumba mpendwa wetu Jenista Mhagama. Pili, tumshukuru Mungu kwa sababu ndio aliyompa uzima ndio aliyompa maisha kwa muda wa miaka 58. na